Kanyika undeni unatakiwa undwe mpya. Huo ndio msimamo wa Chadema. Tumelazimika kuzung, kuzungumza hapa kwa sababu gani? Alichokifanya Kairima kwa niaba ya, ya ile inayoitwa kwamba tume huru ya, ya taifa ya uchaguzi ilikuwa ni upotoshaji wa hali ya juu wa sheria na kanuni za kanuni zenye ambazo wanasema wamesaini na kikubwa zaidi katiba ya sasa, Jamhuri ya Muungano ya, ya Tanzania. Sifa za chama za, kugombea kushiriki zimeainishwa na katiba, sifa ya wagombea kugombea zimeainishwa na katiba na masharti ya maadili, maadili, si miongoni mwa ma, ma ma, ma, ma, masharti kutokusaini maadili ya, ya, ya, ya uchaguzi si sababu inayo vitajwa na katiba ambayo bunge lilipewa mamlaka ya kuitungia sheria na kwa maana hiyo kupoka haki ya vyama vya siasa na wanachama wao au ugombea wao kushiriki. Kwa hiyo tuliona kwamba ni, ni upotoshaji, ni propaganda mbaya, lakini bahati mbaya imefanywa na, na, na tume na ilikuwa inalenga kuwadhoofisha, kuwanyong'onyesha wa, wanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na washabiki wao na wapenzi wao ambao wanaamini katika chama hiki kwamba ndicho ambacho kitaifanya nchi iondokane na umaskini na, na, na, na, na, na, na kila aina ya, ya kudharaulika ambayo nchi yetu inafanyiwa hivi sasa mba, licha ya kwa kwamba imekuwa ni nchi ambayo e, e, imekuwa huru kwa zaidi ya miaka sitini na, na, na minne lakini na hali mbaya sana heshima yake sio kubwa tumekuwa wataalamu sasa. Hizi utaalamu uliopo saizi, saizi serikalini, wewe ni namna gani utaenda kuwa ombaomba -omba mkubwa? Sasa hiyo ndio CCM imetufikisha hapo, na hatuwezi kuendelea kuwa na nchi ambayo imeporomoshwa ime, ime, ime chini namna hiyo, wakati ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana za kuweza kufanya ma ma ma maisha ya Watanzania yaweze kuwa bora zaidi na nchi hii iweze kuwa nchi ya maziwa na asali kwa maana ya jinsi ya maneno hayo. Uwezi kuwa na Tanzanite ukaendelea kuwa maskini. Uwezi kuwa na maziwa matatu makubwa katika katika bara la Afrika ukaendelea kuwa maskini. Uwezi kuwa na bandari na, na bahari zote ukaendelea kuwa maskini. Lakini sisi tumefanikiwa kuzigawa zote na kuwapatia e, wapatia watu wa nje na sisi kuendelea kutopea umaskini, na tunageuzwa kuwa akina, akina Somalia kwa mtembo ma akina Matonya kwa maana katika katika kufunga na kufungua alama za kufunga na kufungua usemi Tumekuwa matonya wa hali ya juu. Hiyo ndio sisi imetufikisha hapo. Sasa tume, tume, tumekataa tunasema CHADEMA hajabadilisha msimamo, inadai mabadiliko ya kutosha mabadiliko kamili ya sheria za, za uchaguzi. Kile ambacho kimefanywa na Kairima ilikuwa ni propaganda chafu, ni propaganda chafu na hapa tunataka tu kwamba wao kama, kama dhamira zao bado zi, hai. Na kama akili zao zinafanya kazi wasaishe hiyo wafute hilo tamko. Kailima amekosea na afute, atokee hadharani kama ambavyo alikwenda kunukiwa na ile kwenye kwenye hiyo nani, kwenye, kwenye kuna vyombo vya habari kwamba Chadema haina haki ya kushiriki kwamba kwa sababu hajasaini amesema hayo, na kwa kuwa yanapingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na pingana, sheria, hiyo, hiyo, hiyo, na sheria hiyo hiyo ya uchaguzi ambayo anaitumia aondoe na afute kauli hiyo afute kauli hiyo. Sisi Chadema msimamo wetu uko pale pale. No reforms, no elections, kwamba tutahakikisha kwamba bila mabadiliko ya, ya, ya katiba na mfumo mzima wa uchaguzi uchaguzi usiwepo, kwa sababu tunaamini kwamba uchaguzi huu jinsi ulivyo ukiingia, tumepigwa likawa nilivyosema, CCM wamechukua, wamechukua we, we, madume majike mizungu yote na ng'anda sita zote kwa hiyo wewe unakwenda pale, umeshapigwa ni setup setup, kwa neno la Kiingereza it's a setup game au rigged system. Na atumia maneno haya kwa maana ya uchungu mkubwa, kwa sababu hatuwezi kuwa na viongozi wanaotokana na, na, na uhuni na wizi wa, wa, wa kura. Mwalimu Nyerere alisema, wengine wamesema, na sisi tunasema kwamba hatuwezi kuwa na mfumo wa ujanja ujanja, tunataka viongozi wetu watokane na na, na, na, na, na maamuzi ya Watanzania, ule uamuzi wa Watanzania wa kumchagua fulani na fulani ndio awe kiongozi wake basi au kiongozi wao, ndivyo inavyotakiwa kuheshimiwa, si ujanja wa kwamba utajichagulia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, makamu wa tume ya uchaguzi, makamishina wote wa tume ya uchaguzi na wakurugenzi wote wasimamie uchaguzi, haikubaliki. Naambia Samia kama ana, ana, ana, ana dhamira safi na niambia CCM kama ina dhamira safi bado kama kuna chembe ya, ya usafi na dhamira katika, katika, katika mioyo yao waweze kuruhusu mabadiliko yafanyike, ili mwisho wa siku, kwa sababu mwisho wa siku wao wao, ni Watanzania na sisi ni Watanzania, tuchague watu, tuwapatie Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wao, wao, ili tuwafanye watoto wetu, wajukuu zetu wawe na maisha bora zaidi. Sisi tunataka tuwawekee msingi, watoto na wajukuu zetu, msingi mzuri ambao tuwafanya kwamba waishi katika nchi ya kweli, eh, demokrasia ya kweli ya vyama vingi na kwenda swali la swala lingine, unasema baada ya, unasema nikaulizwa kwamba na bwana eh, bwana Bwana Boniface wale watumishi waandamizi ndamizi, ndio watumishi waandamizi kwa kwa jinsi walivyotunga sheria, kwa sababu Mahakama ya Rufaa mwisho wa siku ilisema wakurugenzi wana, wanaweza wakasimamia neno wakurugenzi wa, wa watumishi waandamizi ndamizi linajumuisha na hao wanani wakurugenzi wa nani wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa kwa hiyo ni mfumo ambao bado ni ule unahakikisha kama CCM inaendelea. Sisi tuna Chadema inasema tume huru ya uchaguzi ni ile ambayo watu wote wanaiongoza wanatokana na kuomba wanasaidiwa na, na, na watu ambao wako huru wanachaguliwa uongozi wote wa, tume inaajiri wafanyakazi wake yenyewe, ni ndiyo ambayo ina jukumu la mwisho la kuamua nini la, la, kusimamia uchaguzi pale hakutakuwa na mtu wa usalama wa, wa taifa, hakutakuwa si na polisi akuta, kama polisi akija ata, atafanya ch, kazi chini ya maagizo ya, ya tume na kwamba vyama vyote vitakuwa na uhakika kwamba walioko pale ndio ambao wanatakiwa kusimamia uchaguzi na hakutakuwa na kuingiza kura za za nini za za uongo. Na kingine kubwa cha CHADEMA si la mgombea kwamba aliibiwa, jukumu la kuthibitisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki ni la tume ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo, unapotokea uchaguzi umefanyika na kunatokea kuna, kuna mgogoro wa uchaguzi au kwamba kuna kesi mahakamani, tume itashtakiwa na ndiyo ambayo itatoa ita, itabidi ithibitishe mahakamani kwamba uchaguzi uliosimamia ulikuwa huru na wa haki. Ni tofauti na sasa ambao unasikia kwamba wewe ambaye ume umeshindwa, ume ambao unadaiwa kwamba umeshindwa, ndio ambaye unatakiwa kudhibitisha kwamba uliibiwa namna gani, wakati nyaraka nyara zote wewe una wanazo wao wale wenye nyaraka zote na ambao walisimamia ule mfumo ndio watakuwa na jukumu la kuthibitisha kwamba kura zilikuwa huru na za haki. Angalia angalia tulivyofanya hivi, ndio kura zilivyopatikana, ni hizi hapa, hivi ndio ambavyo zilivyohesabiwa na huyu alipata hizi. Kwa hiyo yale mambo sio ya kuchoma kura hayata kuwepo, yatabidi kwamba wathibitishe kwamba waliongoza uchaguzi kwa namna inayotakikana. Ndiyo maana tutakuwa na nchi ya kidemokrasia. Huu ujanja ujanja Hatuwezi kukubali. Ndio maana tunasema kwamba tuachane na mambo ya ujanja ujanja, tuwe na mfumo huru wa, wa, wa haki wa uchaguzi kama ambavyo Mahakama ya Rufaa katika kesi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na wenzake wawili dhidi ya Dr Mani Warid Kaburu ilivyosema ule mwaka wa 94 na 95 Januari ya 31 katika hiyo kesi maarufu kabisa ambayo tulitegemea kwamba ingeweza kuheshimika na Mahakama ya Rufaa na mahakama hiyo ilionya inaelewa kwamba tume inaongozwa na majaji wa rufaa. Wakati huo alikuwa nani? Alikuwa ni jaji Lewis Makame marehemu na jaji Augustino Ramadhani marehemu, alikuwa amekuwa ni makamu. Hata kama hawa wanaiongoza, lazima wazingatie sheria za nchi yetu, kama ambavyo kila mtu anatakiwa chini ibara ya ibara ya 261 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Na sisi tunataka kwamba tuweke mfumo ambao ni mzuri kabisa wa kuweza kuongoza uchaguzi. Sasa Chadema itakufa? Chadema haifi. Chadema imefanikiwa kuingia katika mioyo ya watu, inapendwa na watu imesukuasukwa ime, ime, ime na kuandamwa tokea kesi ya kwanza, imesema ya, mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa alitoka wapi? Alitoka Chadema d man wald kaburu ule mwaka wa tisini na nne. Akaandama akatukana kila aina, wakasema sio Muislamu sawasawa, ameshinda kuzungumzika, baba yake yalisema yote hayo na viongozi wakubwa Kuota mizizi katika mioyo ya watu. Mwaka huu wa uchaguzi ufanyika mwezi wa, wa, wa kwanza wa, wa, Tanzania walishuhudia jinsi gani ambavyo Chadema inaweza kuongoza kufanya uchaguzi wake na kujipatia viongozi wake na kubadilisha madaraka. Hata licha ya hizi e, figisu figisu zinazoendelea ni kwamba hizo ni, ni, ni, ni, zinaifanya Chadema ipate, ipate nguvu zaidi. Chadema imejijenga chini imejenga matawi na mashina yake ambayo ni imara kabisa, kabisa na wanachama wana, wana, wanaipenda, wananchi wanaipenda, na kila ndio maana ukitokea jambo la Chadema wanataka kulisikia na kulifuata. Mwenyekiti wao yuko ndani hivi sasa, wanachama wanapambana kuhakikisha kwamba mwisho wa siku mwenyekiti wao atatoka na atashinda hiyo kesi, na kwamba wao watasimama pamoja na yeye hata kama hawatamwacha mwenyekiti wao. Kwa hiyo mapenzi yao ni makubwa sana. Asante sana. Jamani asanteni. Tunawakaribisha tena siku nyingine. Tunaomba mpeleke ujumbe mwanasheria mkuu wa chama kwa wanachama na huko duniani. Hadi wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akipenda. Karibuni na Aramsiki.